Hii ni sehemu ya tatu ya simulizi inaitwa Bastard iliyoandikwa na mtunzi wa simulizi kalikali kali. Nyemo Chilongani. Msimulizi wako ni mimi Rinyo wa Rinyo Update TV. Bastard sehemu ya tatu. Bastard ina maana gani? Kuna ukweli gani uliojificha nyuma ya huyu mwenda wazimu? Alijiuliza. Kila alipoutumia ubongo wake kudadavua kile alichokuwa kikisoma kwenye karatasi ile, alishindwa kabisa. Kicho cha Lusiana kilikuwa na mawazo tele kuhusu kile kilichotokea. Bado maneno yaliyoandikwa kwenye karatasi kile kilimpa mawazo kupita kawaida. Hakujua Asei alimaanisha nini. Alitamani apatikane kwa simu na kumuuliza, lakini akaona lingekuwa jambo bora kama tu angekisumbua kichwa chake mwenyewe na kugundua kile ambacho mwanaume huyu alimaanisha. Siku iliyofuata akafuata hotelini hapo na kutakiwa kwenda kwenye ukumbi maalum ambapo waandishi wa habari walitakiwa kuzungumza naye kabla ya kwenda Ikulu, ambapo huko alitakiwa kupata chakula cha mchana na viongozi mbalimbali wa nchi. Akajiandaa, na baada ya dakika kadhaa akamaliza na kutoka ndani ya chumba chake. Alipofika mapokezi akakutana na watu wengi waliokuwa wakimsubiri wakiwa na waandishi wa habari e, ambao wakaanza kumpiga picha. Kila mtu aliyekuwa mahali hapo akatamani kupiga naye picha. Alikuwa staa duniani, hiyo ilikuwa nafasi yake ya kufanya hivyo, kwani endapo angerudi nchini Marekani ingekuwa vigumu kukutana naye na kupiga picha. How did you get the chance? Umepataje nafasi? aliuliza msichana mmoja aliyekuwa pembeni yake. Alimpa simu rafiki yake kwa ajili ya kumpiga picha. What a chance? Nafasi gani? To become like the way you are, famous and rich. How did it happen? Kuwa kama ulivyo maarufu na tajiri, nini kilitokea? aliuliza msichana huyo. Working hard, kufanya kazi kwa bidii alijibu Luciana. Is it enough? Inatosha? shua sure, hakika. Hayo ni maswali na majibu ambayo alikuwa anatoa Luciana kwa msichana ambaye alikuwa anamuuliza. Kila mtu aliyekuwa akipiga naye picha alikuwa akimuuliza maswali kadhaa, hakuchoka kuyajibu. Alifanya hivyo na baada ya dakika kadhaa akamaliza, akatoka na kuingia ndani ya gari na kuondoka. njiani Akaanza kukumbuka kile kilichotokea usiku uliopita. Lile neno bastard lilirudi kichwani mwake na kuanza kufikiria ni kwa namna gani neno hilo lilimaanisha. Ni kweli alipotezana na sei miaka mingi iliyopita, alifikiri alikufa kipindi hicho, kumbe alikuwa hai. Alishangaa sana na ndiyo maana alihitaji kufahamu mengi kuhusiana na mwanaume huyo ni kipi ambacho kinaendelea katika siri ya neno bastard? Hawakuchukua dakika nyingi, wakafika katika ukumbi ambao alitakiwa kufanya mahojiano na waandishi wa habari. Mahojiano hayo yalikuwa yakirushwa moja kwa moja kwenye televisheni na redio. Kila aliyekuwa na nafasi ya kuangalia alikuwa akifanya hivyo. Uzuri wake ulikuwa chachu ya wanaume wengi kutaka kufuatilia zaidi mahojiano hayo yaliyokuwa yakiendelea. Historia yake ilikuwa ya kawaida tu kama watu wengine waliokuwa wamefanikiwa, kwamba walijitokea wali walijitoa sana, baadaye ikawa hivi na vile, na mwisho wa siku kufanikiwa na kuwa hivyo. na wazazi wako wako wapi? aliuliza mwandishi mmoja. Luciana akabaki kimya kwa sekundi kadhaa. walifariki nilikuwa na miaka kadhaa tu wakafariki kwenye kati tofauti, alijibu swali hilo, lakini alionekana kupoa mno. Alichukua dakika kadhaa, alipomaliza akachukuliwa na kwenda sehemu mbalimbali, hasa katika vituo vya watoto yatima na sehemu nyingine. Kila alipokuwa akienda, walinzi na wanahabari walikuwa pembeni yake alikwenda huku na kule, na ilipofika majira ya saa saba mchana wakaanza kwenda Ikulu, ambapo tayari huko kiliandaliwa kuliandaliwa kwa ajili ya chakula. Alipofika alipokewa na rais, mkewe na kuingia humo. Ilikuwa ni mara ya kwanza kuingia ndani ya jengo hilo, hakuamini kama kweli kuna siku angeingia kwa ajili ya kula chakula cha mchana na viongozi kadhaa wa nchi hiyo. Umeliletea taifa sifa kubwa sana, alisema rais Bwana Derrick huku akimwangalia msichana huyu alionekana kuwa na furaha kubwa. Ni ndoto yangu nilijisemea tu kwamba kuna siku nitakuwa na jina kubwa na kuiletea sifa nchi yote ya Kansas na hatimaye leo nimefanikiwa. Alisema msichana huyo. Na mipango yako bado ya hapa ni ipi? Aliuliza rais. Kuwa zaidi ya hapa nilipokuwa utajiri, umaarufu kupata kila nafasi ni itakayo na kuitumia ipasavyo, alisema Luciano. Walikula na kunywa, na baada ya kumaliza akaondoka na kurudi hotelini. Ulinzi ulikuwa mkubwa mahali hapo na kila aliyetaka kuonana naye ilikuwa ni lazima awasiliane naye na kuruhusiwa, kama ilivyokuwa kwa Asei. Alipofika chumbani kwake akachukua simu yake, kikaratasi alichopewa na Asei na kumpigia mwanamume huyo kwa lengo la kumzungumza naye simu ikaanza kuita na baada ya sekunde kadhaa kupokewa. Luciana, bila shaka alisikika mwanaume kutoka upande wa pili. Ndiyo, ni mimi, naomba uniambie kuhusu kile nilichokuwa nimekiona kwenye karatasi, kile neno bastadi linamaanisha nini? aliuliza msichana huyo. si bastadi, kumbe lipi? Asiye akajibu ni b a S T A R D lina maana gani? Kuna mtu atakuletea kikaratasi kilichokuwa na jina, nitahitaji ufuate maelekezo yake. Fanya vyovyote utakavyo, fuata maelekezo hayo, alisema. Na nikikataa? Utakufa. Kwa maana gani ya kuuawa? Kuuawa na nani? Na watu akina nani? Rushiana, nitaomba ufuate maelekezo ya jamaa atakayekuja kukupa kikaratasi kingine kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Fanya kwa ajili ya baba yako, kwa ajili ya mama yako, fanya kwa ajili ya mdogo wako pia. Mwanaume atakayekuja anaitwa kwa jina la Noel Joseph, alisema Asei na kukata simu. Hello, aliita msichana huyo, lakini simu haikuwa hewani, ilikatwa. Hapo kabla alikuwa na mawazo tele, lakini baada ya kuambiwa hivyo, mawazo yakaongezeka zaidi na kuanza kufikiria juu ya hayo aliyomwambia Asei. Alisema ungekuwa na mtu ambaye angekuja na kumpa maelekezo mengine hakuyajua lakini, alisikia kabisa, endapo asingefuata maelekezo hayo, basi angeuawa. Hakujua sababu ya kuuawa na hakujua ni, ni nani hasa angemuua. Mawazo hayo yalimfanya kuanza kuofu Alikuwa na ulinzi mkubwa lakini hakutaka kujiamini kwa kiasi asilimia mia moja. Alichokifanya ni kutaka kuonana na huyo Noel azungumze naye, huku akiamini inawezekana mwanaume huyo akawa anajua kilichokuwa kikiendelea. Baada ya saa moja, akapigiwa simu na kuambia kulikuwa na mwanaume aliyekuwa akihitaji kuonana naye. Alipotajiwa jina, aliitwa Noel, hivyo ilikuwa ni lazima kuonana naye. Akaruhusu na mwanaume huyo kwenda kule alikokuwa kwa lengo la kuzungumza naye. Mwanaume huyo akampa kikaratasi kilichokuwa na jina moja tu lililosomeka Baraka Simba Chawele. Hakufahamu mwanaume huyo alikuwa nani na alitakiwa kumfanya nini. Alichanganyikiwa. Hakujua ni wapi hasa alitakiwa kuanzia kufanya mchakato wa kuonana na mwanaume huyo. Hakumfahamu na mbaya zaidi hakujua alikuwa akiishi wapi. Akamuuliza Noel kuhusu mwanaume huyo na lile neno bastard bastard, lakini naye hakufahamu. Alichomwambia ni kwamba tu alitakiwa kufanya jambo moja tu, kumuua mwanaume huyo. Ni muue Baraka? aliuliza huku akionekana kushtuka. Ndiyo. Kwa nini? Sababu sikuambiwa Luciana, akashusha pumzi nzito, ni kama kuelewa kile alichoambiwa. Akamuuliza Noeli huyo Baraka alikuwa nani, lakini hata yeye hakuwa akimfahamu. Sasa angeanzaje kumuua mtu ambaye hakumfahamu? Hakika akachanganyikiwa. Siwezi kuua, ila alisema nisipoua nitauliwa mimi. Kwa nini? Kwani kuna nini kinaendelea? Alijiuliza, lakini cha ajabu hakujua kitu chochote kile. Aaron, upo wapi? ilisikika sauti kutoka ume, kwa mwanaume aliyekuwa akiongea kwa simu nyumbani. umepata habari kuhusu kinachoendelea aliuliza. habari gani kuhusu Luciana? Luciana Luciana gani Ezekiel? simkumbuki kumkumbuki nani Luciana ama Ezekiel? aliuliza mwanaume huyo. usiniambie Stanley kale kasiana ndiyo ni hako hako, nimepokea taarifa amekuja nchini Kansas na bado yupo. Ni lazima tuendelee na kazi kutoka pale tulipoishia, alisema Stanley. Sawa, wasiliana na wengine tujue tunafanyaje kuhakikisha tunamalizia tuna hii kazi, alisema mwanaume huyo. Na simbu katwa, kilichobaki kilikuwa ni kukutana na kufanya majukumu ya kazi yao. Ilikuwa ni lazima wammalize huyo Luciana ambaye hakuwa akifahamu lolote lile. Huu ndio unakuwa mwisho wa sehemu hii ya tatu ya simulizi inaitwa Bastard, ikiandikwa na mtunzi maarufu wa vitabu wa simulizi Nyemo Chilongani. Mimi ni msimulizi wako Rinyo wa Rinyo Update TV.